Kwa kiasi kikubwa na mafanikio makubwa yametokana na maono ya Mheshimiwa wa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kila mahali katika nchi ya Tanzania katika miaka hii pamechemka maendeleo, na nyiwe ni mashahidi. Kibaha imechemka kwenye mitaa yetu na kwenye kata zetu na hata makao makuu ya mji wetu wa Kibaha na ushahidi wa kuchemka kwa maendeleo tumeweza kufanikiwa kupata manispaa ya Kibaha mwaka huu. Hii manispaa ikuja bure, ni kwa ajili ya kukidhi vigezo ambavyo kwa kiasi kikubwa vimesukumwa na msukumo wa miradi ya maendeleo ambayo tulivyomwomba mheshimiwa Rais nikiwa mbunge katika kipindi cha miaka mitano kwa maana ya 2020 2025 20, 20, 20, Mheshimiwa Rais amefanya jitihada za kipekee kutupatia fedha na miradi ambayo imewezesha mji wetu wa Kibaha kutoka halmashauri ya mji na kuwa manispaa. Ndio maana mimi ninatambua kuchukua fomu ni wajibu wa mwanachama yeyote ile, na mimi nikiwa mwanachama, na mimi nimechukua kutetea nafasi yangu ya ubunge, lakini ninatambua bila kusita wala bila kipingamizi kwamba kuchukua fomu ni wajibu wa mwanachama na ni wajibu wangu, lakini kuteuliwa ni wajibu wa vikao. Kwa wajibu wangu, mimi kama mbunge niliyetumikia Kibaha kwa miaka 15 toka 2010 ni kutetea nafasi yangu, lakini kwa kutambua kuteuliwa ni kazi ya vikao vya chama kuanzia ngazi yetu ya wilaya hadi ngazi ya taifa. Wajibu wangu ni kwamba niteuliwe, nisiteuliwe, nikiteuliwa ninawajibika kuendelea kumnadi mgombea wetu ambaye tukisha mteua kupitia mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi kule Dodoma lakini kama nilivyoonyesha, mgombea mwenza wake Dr. Mchimbi, lakini vile vile na kumsemea uh, rais wetu wa Baraza la Mapinduzi, mteule wetu wa urais wa, wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Mwinyi. Lakini hata kama sitateuliwa au sitafanikiwa kushinda bado, nikiwa mwanachama mwema na kiongozi mstaafu kwa wakati huo bado nitawajibika kuwanadi na kuwapigania hawa viongozi wetu wa kitaifa, lakini na yule ambaye atakuwa ameteuliwa katika nafasi ya ubunge, ili naye ashinde. Nina msemo unaosema, nimekuwa nimeikuta sishemu ikiwa imara katika mji wa Kibaha au katika jimbo la Kibaha, na nawajibika kuendelea kuifanya iwe imara nikiwa kiongozi lakini hata kama natoka madarakani nawajibika kuiacha ikiwa imara kama nilivyokuta ikiwa imara. Kwa hiyo kwa hiyo misingi hiyo ninaifahamu na nimejiandaa kwa yote mawili.